Napenda pia kutumia fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kulinda na kukuza na kutetea haki za wananchi wanyonge na kupinga vitendo vya uvunjifu wa haki za binadamu, ukatili wa kijinsia na kuheshimu utawala wa sheria ambao ndio msingi wa maendeleo ya nchi. Pia ninaipongeza sana Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali kwa kuhakikisha kamati ya ushauri wa kisheria katika mkoa wetu wa Singida inazinduliwa na kuanza kutoa huduma kwa wananchi kwa wakati. Kamati za ushauri za kisheria za mikoa na wilaya zimeanzishwa kwa mujibu wa sheria ya utekelezaji wa majukumu ya mwanasheria mkuu wa serikali sura ya 268 na muongozo wa huduma za ushauri wa kisheria katika mikoa na wilaya, yani Regional and District Legal Advisory Services Practice Notice 2024. Kamati hii inalenga kutoa ushauri wa kisheria kwa wananchi, watumishi wa umma na viongozi wa umma ili kutatua changamoto za kisheria zinazojitokeza katika wilaya zetu na mkoa kwa ujumla. Faida kuanzishwa kwa kamati hizi za mikoa na wilaya kwa uchache ni kama zifuatazo. Kwanza ni kupunguza mashauri au migogoro dhidi ya serikali, lakini pili, huduma za ushauri wa kisheria zitakutanisha mawakili wa serikali na taasisi mbalimbali na kuwasaidia wananchi wenye changamoto mbalimbali mbali. Tatu, uwepo wa huduma hii utawezesha mawakili wa serikali kusimamia utawala wa sheria katika maeneo yao. Nne, uboreshaji huu pia utawezesha mawakala mawakili wa serikali kushirikiana na wadau wengine katika kutatua kero za wananchi. Pia huduma hii itaweza kupunguza malalamiko ya kisheria kutoka kwa wananchi. Lakini sita, kutoa elimu ya sheria kwa umma katika kushughulikia changamoto mbalimbali mbali katika maeneo yao, na saba kutoa elimu ya sheria kwa viongozi na maafisa wa serikali ili watoe maamuzi kwa kuzingatia sheria. Nane ni kupunguza vitendo vya uonevu vinavyovunja sheria na taratibu. Nitoe rai kwa wananchi wote wa mkoa wa Singida kujitokeza kwa wingi siku ya uzinduzi pamoja na kuhudhuria kliniki za kisheria ambazo zinategemea zianze tarehe 19 Mei hadi tarehe 23 Mei. Wakati wote wa kliniki kutakuwa na kamati ya ushauri wa kisheria ngazi ya mkoa. Mwanasheria mkuu wa serikali ambaye ndio wakili namba moja atakuwepo na mawakili wa serikali kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na taasisi zingine watakuwa uwandani katika viwanja vya stendi ya zamani. Ilishaundwa na sisi, tunachoenda kufanya ni kuzizindua kwa hiyo zitakuwa endelevu, katika kuhakikisha kwamba zinawahudumia wananchi, kwa sababu changamoto za wananchi ni endelevu, haziishi sana sana kutakuwa na maboresho kwa sababu ndio tumeanza, lakini zitakuwa ni kamati ambazo ziko endelevu. Katika kupata huduma hii, huduma hizi zimeshaanza kutolewa kimsingi katika maeneo yetu na ni bure bila malipo. Lakini sasa tunazizindua rasmi na kuzipeleka kwa wananchi na wananchi wajue kwamba ziko ni kamati rasmi zimeundwa na serikali chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuwasaidia wananchi wenye changamoto ya mambo ya kisheria katika maeneo yao. Lengo la kamati hizi ni kuhakikisha zinatatua matatizo au na malalamiko mbalimbali yanayowakabili wananchi hususani katika nyanja ya sheria na malalamiko hayo yanaweza kuwa ya ardhi mi, mi, madai, mirathi, ndoa na mambo mengine ya biashara. Karibuni sana tuwasikilize na kuwashauri nini cha kufanya na siku ya tarehe kumi na tisa wakati wa uzinduzi kutakuwa na wanasheria kutoka sehemu mbalimbali, wanasheria wabobezi kutoka Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Ofisi ya Waziri wa Katiba na Sheria na wenyewe pia watakuwepo, pamoja na wanasheria kutoka ndani ya mkoa wa Singida kutoka katika taasisi mbalimbali, na pia tumelenga kupunguza mashauri ya serikali kwa sababu, kumeonekana kuna malalamiko mengi na makusudio mengi ya kutaka kuishtaki serikali. Kwa lengo ni kuhakikisha tunapunguza mashauri yanayoenda mahakamani dhidi ya, ya serikali, pamoja na wananchi kuhakikisha wanapata haki zao. Na kamati hii haitaishia tu kukushauri, lakini tutafuatilia shauri lako kama ni shauri au kama ni lalamiko tutalifuatilia toka umeliwasilisha mpaka mwisho napopata uf ufumbuzi, kwa kuhakikisha unapata ufumbuzi kwenye lalamiko lako na shauri lako. Kwa na timu ya wanasheria zaidi ya arobaini na moja naweza tukafika mpaka hamsini, na kwa uzoefu wa mkoa wetu wa Singida huwa tunapata malalamiko mengi sana ya madai ya ardhi. Kwao tumejipanga sana, tuko tunawabobezi kwenye sheria za ardhi na hatua gani za kufata baada ya kupokea hayo malalamiko, tutahakikisha tunafuatilia shauri lako toka umelipokea mpaka unapata haki yako. Haitakuwa kliniki ambayo inasikiliza mashauri malalamiko ya wananchi au changamoto za wananchi na inaziacha, kutoa ushauri na kuacha, lakini tunachofanya tutahakikisha tunafuatilia mpaka tunapata mwisho wa hilo lalamiko lako kliniki itakuwa kuanzia tarehe kumi na tisa mpaka tarehe ishirini na tatu Hivyo ni waombe sana wakina mama, wakina baba, msisite kufika tarehe kumi na tisa wakati wa uzinduzi, lakini pia tutakuwa na hiyo kliniki ambayo itakuwa na wanasheria wabobezi kwa ajili ya kusikiliza malalamiko yenu, kutatua changamoto zenu za kisheria. Hivyo ni waombe sana kuhakikisha mnafika ili tuweze kuijenga nchi yetu.